Kiungani mwa mji wa Malindi kuna kituo cha kudumisha mila na utamaduni wa Mgiriama kinachojulikana kama Madka. Mambo ambayo tunayafanya hapa ni utamaduni, ili kuweza kuonyesha kwamba hapo zamani Wagiriama walikuwa wakiishi namna gani na ni vitu gani ambavyo ni vahurati ambavyo bado vipo. Unapofika kwa mara ya kwanza hapa unaweza kudhania umefika katika makao ya kuwatunza wazee wa Kigiriama ambao wameletwa hapa na watu wa kwao ili wahudumiwe katika nyumba ya wa wazee. Tuna kitengo cha kuwahifadhi wale wazee ambao wamekataliwa makwao kwa tuhuma za uchawi. Kituo hiki kimekuwa kikiwasaidia wazee wale ambao wame, wamenusurika kwa sababu kama unavyojua kaunti yetu ya Kilifi inaongoza kwa kuua wazee wao kwa hivyo wale ambao wananusurika, uh, mfano ameenda wa hospitali na ameachiliwa ende nyumbani, kule nyumbani ambako ndio kwenye mata, matatizo uh, mara nyingi hawezi kurudi huko, maana akirudi huko atauawa. Basi huwa wanakimbizwa hapa. Mara nyingine wanakuja na watu wa hospitali, ama wanakuja na, na polisi, ama wanakuja na eh, chief ama naibu wa chief. Wazee hawa wanaishi kama ndugu huku, baadhi yao wakiwa wameishi kwa miaka mingi hapa, na wanazijua sababu zilizowaleta hapa. Sababu ileta hapa, mchawi. Mm. Yeah, ni mchawi mm -hmm. mm -hmm. Ni mchawi na nani? Ni mtu hapo hapo tu, tu tuko jirani kabisa eh. Mm. mlikuwa mmeko sana ha, tuko sana kuna sababu iliyokuwa nimewatoza kwa sababu ya mfugo wao na shamba langu. Saa zote watia watia kuku mabita mbuzi ng'ombe, nikawatoza, ndio ikawa sababu ya kunambia mimi ni mchawi. Na wewe hu hata, hata sijui kabisa uchawi uko kweli? si uko ma uchawi hauko, uko uko, lakini mimi si mchawi. Tarehe ishirini na tano elfu mbili na ishirini ilikuwa siku ya Jumapili, tulizika msichana hapo nyumbani, tukamaliza kila mmoja akaenda kwa nyumbani. Ikiamuka asubuhi, nilichukua ng'ombe zangu naenda malishoni, hasa vile ninavyoenda, nilipita tunapo katikati hapo kwenye ilikuwa hiyo shughuli jana nikaitwa na ndugu zangu njo. Ipofika pale nikapawa kiti, kupawa kiti katukia, mwingine akasema leo wazee wameshindwa na, na mji, kwa hivyo sisi vijana leo tutachukua sheria yetu, tutachukua mchina leo. Sasa nikitaka kusema niulize mchina ni nini, nilishukua koo tayari, nikakatwa kisu cha nyuma kakatwa kisu ya mkono, kakatwa kisu ya mkono tena, kakatwa kisu ya kichwani, kabidi sasa nipige nduru, naumia hmm. Piga nduru, watu wakaingia, bibi yangu ndio alifika kimbele kwanza, wa pili mtu mchukuu wangu. Sasa nikawa ni vita tayari, mpango yangu wa kurudi Kaloleni ni ule kijana ashikwe tuzungumzee na mimi, anaeleza sababu ni nini hata anifanye hivi. Na hapa sasa, unafanya shughuli gani hapa? Shughuli yangu sina, nasuka. Unaona mkono vilo hmm, ni kulazimisha tu kuweka kwa pacha kama hivi ndipo nisuke. Kwa nini uko hivyo mkono? Aa, ulikatwa ah, hmm? apa? Hmm. Ulikatwa apa, kadungwa kisuko nyuma paka katoboa, ikatolewa damu, na hapa sasa mishipa yote haifanyi kazi. unafanya mm, kazi ni huu yuko, yuko hapa mlikuja hapa? Ha? Oh, naye hapa. Likuwa siwezi kula, siwezi kuoga, siwezi kwenda chooni hivyo, hapa ndiye ananisafisha mpaka sasa kidogo naweza kwenda mwenyewe chooni nikaoga mwenyewe, lakini wakati huo likuwa siwezi. Sasa hivi tuna idadi ya kama thalathini na saba hapa ambao wao katika wao kuna wale wengine ambao wamekuja kuwahudumia jamii zao. Kwa mfano, kuna watu ambao wame, wamejihuriwa wamejihuri kiasi kikubwa cha kwamba hawezi kula mwenyewe hawezi kufua ku, ku, ku, nguo ama hawezi kufanya huduma zingine ambazo ni za kibinafsi. Mambo ya kuja hapa, mimi nimelala kwangu nyumbani kaja watu watu wawili wakaanza kunishika hii shingo hii, wakaanza kunipopotoa kili kisa sikijui. Ndo nikaona nikachukua, ni mtoto wangu akasema, ah basi, baba baba, utuliwa kisa hatujui, mama yangu atanaai. Wakinipiga ngumi, walikuwa ni watu wawili, nikapiga teke mmoja, ta akanguka mlangoni, si wajui lakini hapo zamani kulikuwa kumfewa kule kwa kwa Kasiwa. Basi mmoja kaja kuambia wewe umekuja hapa kwa nini? Namjua basi yeye yeye, sasa ikamwambia shakuja kuzika sema, basi ondoka hapa. Nikaondoka siku ile, na jioni ndio kaja kufanywa kushuka. Mimi sio kuambiwa, ni kasingikuambiwa nimeua bibi ya Kasiwa, nami hata siujui kabisa sasa watoto wangu wakasema, ah, baba utoliwe, twende kule kwa mzee, basi ukaangalia ya maisha yako. Ndio nikaletwa hapa mimi ni mtoto wangu, lakini mimi nimekuja kushikwa, nataka kuua kabisa. Kabisa ja hapa nilisingiziwa uchawi. Ndio tukaendelea na mahojiano, lakini kuanzia chifu na mzee wa kijiji wakawa hawatambui. Sasa ndio ka nikaamuka nikaona barua imewekwa hapa nika, barua nilipoisoma, ikasema kwamba yataka kichwa changu, na huyo aliandika hiyo barua akamweleza kwamba nimukata ni shingo. Sasa nilioenda kwa chifu, nikenda mpatie ile barua, akasoma akasema, basi wewe nenda polisi. Nikaenda huko polisi lakini huko nako pia kaona yaenda ambavyo sivyo. Sasa nikaamua basi mimi naenda Umadika. Wasimamizi wa mji huu wanajitahidi kuhakikisha kwamba huduma za kimsingi zinapatikana. Kitu ambacho tunategemea sana ni kwamba watu binafsi ambao watajisikia ku kuguswa na hili jambo, basi huwa wanatupatia msaada. Uh, mara kwa mara eh, ni lazima tujaribu kuangalia tutawalea tawa, namna gani eh, na kama tumeshindikana basi lazima tuangalie mifuko yetu, uh, ni, ni vipi ama namna gani mpaka waweze kula. Wazee wenyewe pia wanajitahidi kutengeza bidhaa za kuuza za kitamaduni ambazo pia ni kielelezo cha utamaduni eh, ni kwamba wakiwa wagonjwa kuna magonjwa mengine ambayo kwa mfano kama ameshikwa na stroke. Uh, mara nyingi huwa hata hu, wenyewe wanataka kupelekwa hospitali, lakini kuna magonjwa mengine ambayo wa, wa, wanaweza kuwasaidia au, ambao wako katika kituo. Kuna nyimbo huwa tunatunga kuhusiana na, kuhusiana na hamasa za kulingana na haya matatizo ya wazee, na hasa mwaka jana tulifanya hizo hamasa.